Shifa, uja, eh, kwa alikuwa mara ya kwanza mwezi wa saba tarehe kumi na nane akashikwa mtoto wangu waku fulana mtoto wangu watatu mwana Yesu asifiwe, alivyoshikwa kabakajiaibaka mtoto wa miezi kwa miaka sita, kwa vijana wawili. Kwa Yesu asifiwe, mtoto wa miaka sita hapo ni ni mtoto atakaa aje? Wewe ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio, anakula mkate wa miaka sita. Sasa hata mtu bado anakula mkate. Eh? Yaani watu wakubwa wako hapa wakida akinyi <laughs> madi das <laughs> Eh, hiyo kesi huwa ni mbaya. Mbona mwingine amesikia kubaka, anasema atakuje? <laughs> kwangu <laughs> una karo mwa ubakaji. We Bwana Yesu asifi alivyoshikwa kwa sasa, amefika pale nuka, namwambia mwanangu tumefika hapo, wamebaka mtoto wa mwenyewe, akaniambia mama, mimi nachia Mungu, kama nilibaka mimi nachia Mungu. Sasa mm -hmm. tulikuwa tumekaa ndango pale wa askari pale ule mtoto alikuwa kumbe alikuwa nani mm -hmm. anaujiwa na babake mzazi na shangazi lake, maana ule mtoto anakaa mm -hmm. na baba yake na shangazi lake, lakini yule nyanya shangazi lake linamaanisha nini? Shangazi lake ndugu yake baba yake, sio sanga, <laughs> shangazi yake aeainaonekanaama shangazi lake shangazi wake si lake kama alina maanaasta nuto amesema mama anaachia Mungu. Ule shangazi akatoka, akaniita, ananambia mama njo. Nikaenda mpaka huku barabarani, ananambia mama nasikandutoaaa anasema anaachia Mungu, namwambiae Asema mtoto wetu sisi hajabaka Bwana Yesu asifiwe. hmm. Asema mtoto wetu hajabaka, yule mama anataka yule mtoto wetu akae naye yule msichana hapo arabuni, anasema mimi mama anajua tabia zake Mwangu kana mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe oh, kuna mtoto wake mmoja yuko arabuni sasa anajua tabia za mamake, e, sasa akabidi ameza kule kwa mume yule ule mtoto amache kwa mume wake asimpeleke kwa nyanya yake hmm. Yeye naye anavutia yule mtoto namtaka. Bwana Yesu asifiwe oh. Kesi kendelea Ijumaa, tukawakotini anatukangea mambo yote, ilikuwa tarehe ishirini na tano. Haya, tukarudi tena aai, tukakaa, tukaenda tarehe kumi na moja iyo mwezi uliopita yeah. Mwezi a tarehe kumi na moja yeah. Nafika hapo, anasema wanataka bonde la shilingi elfu ishirini. Bwana Yesu asifiwe, kusema yeah. Ukweli Mungu ni mwaminifu mahali, yeah. Hapo Bwana Yesu asifiwe. Bali hapo Mungu ni mwaminifu. Yaani hapo yaani nilikuwa nimekaa lakini siku ndani yaani hiyo kitu hiyo pesa pia atapunguza. Wale maana walisema si tumeandika na tatuweze mpunguza hiyo pesa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini nashukuru mwombea hapa maana nilikuja akamweleza yule mama akaniombea mama Mama Jenny, Mama Monica, Bwana Yesu asifiwe. Hapali... Wakaniombea. Hiyo siku nimeenda kule yule mama anaanza kuchanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe.

Wakika alikuwa alienda watano wale wenzako, wakifika pale wanakaa pale, wanaongea nikisonga pale karibu, nasema hapa usisonge, lakini namwambia Mungu, ee, hata kama hapa sitasonga, lakini niko na Mungu niko na wewe. Hata kama hapa niko peke yangu, siko peke yangu, kimwili, kiroho niko na wewe Mungu niliumba, naomba utetezi wako mahali hapo, maana siwezi bila wewe. Bwana Yesu asifiwe nililia mahali pale nilikuwa nikinamisha kichwa ninalia kweli kweli wale wenzangu kienda nao kifika kule wanauliza na pesa ngapi naambia hawa nataka kutapeli bwana uliza pesa Bwana Yesu asifiwe nikawaambia nikawaambia mimi sina pesa nilikuwa na shilingi 1000 nikamwambia mimi sina pesa mimi pesa yangu si pamoja nika kama ni ile huku ile huku fela kando Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe tena

Hakuna mwengine nani nani nani, atasi na msaidi na Bwana asifiwe. Tukendeleza hapo matajani, namshukuru Mungu sana. Ndio kwa hiyo sasa watoto watatoka nikajapigia ndipo nika kuja nika jambwa ate elfu ishirini hapa hiyo siku. Siku pili siku ya nyumbani kajapa kuombea wanafaa kwa nyumba, ikapiga yule wakili na kumwambia mimi nimetishia elfu ishirini, mimi 60 na yo 20 Akanambia uko na ngapi? Nikamwambia mimi naweza tafuta, nikapata kama 10 Akanambia kwa majina yako, kwa sababu naita chizi baya, akanambia chizi baya kwa kitambulisho chizi baya, usiwe na shida hiyo. Hey, yaani <laughs> ya, wewe ni chizi elfu mbaya eh! Hey, baya, baya mba nasema hivyo maana ya chizi ni chizi, alafu mbaya mbaya, yaani ni chizi mbaya huyo mama. Ah, mbaya baya, ndio. <laughs> Eh, <laughs> <laughs> eh, siwe na shida hiyo. Tarehe kumi na moja kujakotini, ukijakotinie beba hiyo, kama atakuwa nayo bebe ukuje. Ah, sa sasa ilikuwa tarehe 11 ilikuwa ile wiki ile iliyopita, nikafika pale, nilikuwa nimetishwa barua kwa chifu. Mimi nikaenda kwa kwa nani au kwenda kuchukua barua kwa chifu, wala nitaka na wao kaambia, twendeni barua kwa chifu. Akasema sio chifu wetu ni huko huko juu huko, sijui maana ni kwenye staka hapo mbele. Shoni Teresa asitie kaambia, tafadhali kwenye staka hapo mbele. Hapo hapo akasipa juu hapo, sipe twaje

Karatasi kuja kwa nyumba utakujachukua. Yesu asifiwe! Akajeze kenda kwa nyumba, nafika hapo, akanalikia hiyo karatasi akanipeana, divonipeana sasa. Leo wenzangu wajua ndio na pesa ngapi, nataka tuende kwa mtibabu, maana uko na elfu moja na mia sita ila elfu moja mia sita twende kwa mtibabu.

e-walidani wako watabaki, Mungu wakafanya miujiza, wako kwanza wakatoka wa kwanza. Tupigie Yesu maboko. Sasa pale nilikuwa nilikuwa nadipatia shilingi elfu kumi pale na ngoni pale kwa koti yule mwenzangu akaji akanambia, akaniambia, wewe ndiye uliyefanya yote. Kaambia mimi nimefanya nini? Anasema karatasi zetu zimeachwa vibaya, namwambia simsema mwenda kwa chifu wenu nini? Haya, akatoka yule mume wake, akaja shika adabu, akanipigia simu. Wewe wajua, alikuwa mpangu mbaya sana, lakini uko na Mungu kwa Yesu, na si lazima yendelee ke ha sana kwevyo kuona namba ya chifu hapo. Nikakwambia mimi sina namba ya chifu, nipiga hesabu, nipe namba ya chifu, na chifu, kuna mahali derekta anakaa mtafanye namba ya chifu. Kaambia sina namba ya chifu. Hapo kwa hapo. Hapo kwa hapo yeye yeah, akanambia sasa mimi shika adabu lakini anasema ye hatoki na leo haandiki karatasi tafanyaje? Namwambia nitafuta kwa hapo hapo. Sina namba yake. Bwana Yesu asifiwe. Chifu naye kabla nimetoka kanipigia simu, akanambia mtoto wako uko naye, na mwambia niko naye. Anasema karatasi nimeandika mtoto atoke, sijaandika mtoto abaki ndani. Bwana Yesu asifiwe. Tupigie Yesu makofi. <laughs>

tukasubiri kuitwa majina. Ilikuwa tarehe ishirini na tano. Tukasubiri kuitwa majina, tukasubiri kuitwa kuitwa majina, tukakaa hata mimi pale mahali nani, wale wenzangu wanasema basi hatujaitwa, namwambia sasa, na walikuwa kuna mzee wangu, wakaenda wakasema pale langoni, sisi bado tunasubiri kuitwa. Akasema katasazonekani faili hakuna Ulipokuja hapo ukanielezea ile imeisha kitu kesi, nilikwambia niambia, utamtukuza akikwambia kitu. Mtoto wangu alitoka, alafu pia nashukuru. Wajua, mtoto wangu pasa anafuta bangi tafuta bangi, nakwambia, na hata sasa hivi kitabu chake nishaba, hata uko ndani kitabu wajitafande yonga, yaani kile na babake ile mangale alitoa sasa. Unaona, huyo mtoto Mungu alimpigania ili tukuje tumuokoe kwa <laughs> kumuombea watoto ambao wamepotea ni kama hao, lakini tutamwombea. Kama Mungu atupigania kumtoa pale, tutamwombea hiyo bange hata waiiona <tört> <tört> <tört> Ma, na mimi nataka uje na ushuhuda mwingine tarehe <tört> 20 <tört> najua hakuna kesi wakile amesema wakiliesema hati anataka daktari anataka mwenye mtoto anataka huyo nyanya au kushtaki, anataka walimu waende zao wakonge nao hiyo tarehe ishirini na tano washamaliza kazi. Namshukuru Mungu

Sasa sawa, tutakatibu kwa jina la Yesu. Nasema a shule walimu wa ndoko. Anasema shule walimuniwanokoa sasa maliza kumbe, walimu yes, ni wanono. Yesu walimu ni wanono. Sasa uja maliza pale kwa ile, Mungu ananipenda. Nataka hiyo nyimbo isema eh, Mungu umesema unasema unasema kwa mwisho, nasema Mungu Mungu wangu ananipenda hadi ndani yetu, hadi tu, ukianza mwanzo uende haraka Usicheke, mwaka kwa ke furaha kibao, kwa ke furaha kibao e, nina furaha kibao, nina furaha kibao e, sitaki shida za juzi na za jana, weka mbali shida za, we, za juzi na za jana mama e eh, utanitendea na tena na tena tena, nina furaha.

A, tatoa wale watoto, nikamwambia wewe, toa mtoto wako, wangu abaki ndani, lakini kamwambia Mungu asante, maana ni... <laughs> <laughs> aam anakupenda mtu ele watoto, mimi nakupenda. Namwambia toa mtoto wako, mtoto wangu akabaki ndani, lakini nio mambo siwezi fanya. Nikamwambia Mungu asante, maana nimeona ile kitabu. Nikamwambia toa, tutapiga mstani ah, naokaendaatigsake Nikulize, kuna wakati ulikuja ukashuhudia ukasema mwanaume ulikuwa naweza mwambia sina, yani unapanga una sina pesa, anakutumania alafu huyo mwenyewe unampigia ya yeah, akitumania mimi na hilo la nita ni kwani yeah, yani unafanyaje mpaka kutumania pesa huyo mwanaume? Ah, sasa si namwambia, akinambia nakupenda mwambia, akinambia nakupa pesa namwambia mwambia nipa kipa, mimi na toilet la <laughs> hili natupa mimi na balisha na kwa pesa ilikuwa ni ya pesa? Ilikuwa taskini ni pasta, mi ilikuwa ndogo ilikuwa mzuri. Ilikuja hapa Mombasa tu za kidogo. Yaani wajua pia ya marafiki. Watu wanasema marafiki hapa, marafiki ni wabaya. Ukweli, Marafiki ni wabaya, utashikana na mwenzako. Mbendele mahali mwenzako wa mna mchongo pala kwa pesa. Wewe hey. tena hey. hey. hey. hey. Ndio, tuseme sasa, wewe uko hapo sasa. Njoo mama Jeni, acha tani kibanisha hicho, halafu nikipatie moja, angalia na kusikia moja hapa sasa, hiyo anani ananiomba. Ndio angalia basi eh, tutachukua maziwa ile ya credit halafu, na unasikiaje? Eh mimi nachukuliwa na kama alipa bii, wasipoangalia wanaangalia chini. Mimi ndo niangalia mambo sana. Eh? Mimi <laughs> ndo chini <garachili> kuchukua tu basi. Ah, <laughs> uh, uh, ulikuwa unasema ukiwa na rafiki yako, ukimwona anapewa pesa. Eh, kesho unasema uh, utafika pale yule ndio rafiki yake na mwenzake, fika pale na kumwambia ni vipi yule mwenzako ule yule vipi? Ah, yule mwenzako kwa sababu anasema yule anataka, anataka ya Asalishe ngiatani hapo. Sio unaona mwanzo wa ndoa mafuta amefanywa nini? Lakini wewe mpaya. Baya kwa Mungu si vizuri, e, e, usiwe hivyo. Hata wengine wanafanya hivyo, ni kawaida ya wana, wana, wana, mwanamke. Unajua mwanamke eh, ni mwerevu, huwa ni mjanja sana mwanamke. Hapo mpaka kupiga mistari na akawa hapo hapo, atachukua pesa yake na zake, lakini akawa hapo na wewe sasa umefanya kwaae aii Bibi, na mimi nilifanya moja, tulikuwa si vizuri. Eh. Nilifanya moja tu. Nilikuwa kuna mahali nikipita, nanambia kaka Said namwambia, wewe ndio punguza utapeni mimi si kaka Said. Nilikuwa na jina inaitwa kaka Said. Hapa mimi nachukua na kwa sile zile mbao yao unatoa na yeye mimi nachukua shughuli zangu. Sasa kama anambia, wewe kaka Said vipi kaka Said? Namwambia wewe punguza utapeni mimi si kaka Said. Wewe ndio utapeni.

itapotongozwa sio umesimama sasa hey. Anasema ya kwamba mimi sitongozwe nita lakini nachapa kubwa kubwa sasa wewe ni yes, mama mzuri lakini mtu akisema nimetongozwa ulikuwa unafanya nini? Yoba sana yote Amen. Wewe unakimbia mbio. Unalinda usalama wangu. Nalinda usalama wangu kwa watu pia tujirinde. Kwa nafikiria, namwambia Mungu nisaidie. Mungu baba anatufundisha. <laughs>